Hasama kati ya Cardi B pamoja na Nick Minaj umerudi tena kwa mara nyingine, hasa kwenye mitandao ya kijamii na vitukaa hizo, na ukichochewa na tweet za kejeli kutoka kwa kwa Cardi B akimdis Nick Minaj katika umri na mafanikio aliyonayo, na nukuu, anasema umekuwa kwenye mchezo kwa miaka zaidi ya kumi na sita, unahitaji kujilinganisha na wenzako ambao walitokea wakati wako, wasanii kama Rihanna, Taylor Swift pamoja na Drake, na hao ndio nambari unapaswa kushindana nao na hauwawezi. Kwa maana hiyo ni kwamba ukijishindanisha na kina Cardi B ni kama unakuwa unajishindanisha na levo ambazo sio za kwako. Unasemaje kwenye hili we shabiki? Ni kweli Niki Minaji anapaswa kujishindanisha na kina Rihanna, kina Taylor na sio kina Cardi B kama ambavyo vinazungumzwa? Na Niki amemjibu kaa kawaida, haja kaa kimya na zaidi pia amemjibu kupitia tweet, akimshutumu Cardi B kwa kuishi maisha ya uongo, matatizo yake ya ndoa na kumkejeli kwa mambo mengine, ikiwemo ya uzazi na vitu kaa hizo. Sasa according to Niki yeye anamwona Cardi B kama amekuwa flop kwenye muziki, zaidi pia amebakiza drama tu za muziki na mtumie yeye kupromote albamu yake mpya, kwa sababu according to Nicki anasema ni kama imepwaya fulani. Vina mvutano kati ya Nicki Minaj pamoja na Cardi B wa muda mrefu, na mara kwa mara wamekuwa wakijitokeza hadharani kupitia nyimbo pamoja na mitandao ya kijamii. Tukio hili jipya la sasa linaendeleza mjadala mkubwa mkali kati ya mashabiki wao, ikionyesha kwamba vita ya malkia wa rap bado ipo hai na haina dalili za kuisha. So, let's wait and see mpaka pale mwisho ambako tutaona hili sakata litaishaje, na votukaya hizo.